Hello, mambo vipi ndugu mtazamaji wa kipindi chako pendwa cha Sauti ya Vijana. Uko na mimi leo mtangazaji wako Method, na katika studio sasa hapa peke yangu niko na wageni kutoka chuo kikuu cha Dodoma. Tupo na wa, wanafunzi au watazamaji ambao tulikuwa nao hapa studio, na, na mada iliyoko mezani inaonje, kwa nini mahusiano ya kimapenzi hayadumu chuoni? maini yangu kufika mwisho wa kipindi hiki utakuwa umepata mengi ambayo yatakufurahisha, yatakuelimisha na pia kukupa mtazamo mpya katika maisha yako. Sasa tupate mapumziko kwa ufupi, kabla tujaenda na kipindi chetu. Kwa nini mahusiano ya kimapenzi hayadumu chuoni? Na kama unavyoona tayari wageni wetu wameshaingia studio. Karibuni sana, nikianza na kaka hapa, naitwa nani? Uh, mimi naitwa Hussein Kaba ni okay. hmm. mwanafunzi wa mahadhuri hmm. chuo kikuu cha karibu sana dada hapo, naitwa nani? naitwa Jaki Hawa ndo wageni wetu wa leo, utakuwa kwa nao katika mada yetu. Moja kwa moja, tuanze na swali au mada yetu inapohoji kwamba ni kwa nini mahusiano ya chuoni haya dumu. Asante utaazajamtazama, mamo, mimi naona mahusiano vyuoni haya dumu, kwanza, malengo. Najua kila mahusiano ya malengo yake, lakini cha pili, wasi wa naweza kukuta mtu anaongea malengo yake katika mahusiano lakini anasoma malengo ya mwenzie, anahitaji kitu gani, alafu anafanya ya kwake. labda yeye lengo lake lilikuwa kupita tu, lakini atasema nataka kuoa. Sasa baadaye mwenzie anagundua kwamba sio kweli. Mahusiano aingine ni mi, mimi nakuja kwako wewe kwa sababu unajua sana kuchora labda unajua sana ya uji nye, nakuja kwako kwa sababu tu nahitaji msaada wako, kwa hiyo kitu sawa. Kwa hiyo nikishavuka katika hilo, sina mpango tena, au labda bumu, mimi bumu langu alinitoshelezi, halafu we dada, mimi bumu langu alinitoshelezi, mimi nalitamani hiyo, kwa hiyo nakuja kwako kwa ajili ya bumu, baada ya hao yanavunjika. Okay, asante sana. Uh, kwa dada pale, mtazamo wako wewe zaidi Upande wangu mimi, mahusiano mengi chuoni yanavunjika kwa sababu unakuta wadada wengi tunaongozwa na pressure ya rafiki. Unakuta rafiki anakujaza ana maneno bwana, yule anendana hivi na hivi, so kwa hiyo unakuta wewe, sio kwamba moyo wako umeridhika, umeridhika kuwa na yeye, lakini unakuta tu kwa sababu marafiki wamekuchangia wewe kwamba ile pressure ya marafiki kwamba hey, Ks ni mzuri si, sk na nini. Kwa hiyo kwao inatokea baadaye, unajua, najua mahusiano ya mapenzi yanaongoza na hisia. Kwa hiyo hisia zinapishana, unakuta mahusiano yanaishia hapo. Kwa hiyo kitu kingine unakuta ni tamaa. Wadada wengi pia wanaongoza na tamaa. Unakuta anakuja anakuja kwa ajili ya kipato, kama alivyosema kaka yako. Kwa hivyo akimaliza haja zake anapita hivi. Oh, sio sio mahusiano, Joni, sio rais kubwa, kwa mtazamo, Okay. Hello studio, pia mbali na wageni wetu kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma pamoja na Dar es Salaam tupo na wa, wanafunzi au watazamaji ambao tulikuwa nao hapa studio, na wao pia wana maoni dhidi ya mada yetu ya leo. Sony Wearing Code ndiyo sehemu sahihi na pekee kwa wewe unayetaka kuonekana tofauti. Tunauza nguo za kiume na za kike zenye ubora wa hali ya juu kabisa na mitindo inayokwenda na wakati. Tembelea Sony Wearing Code leo ujipatie mwonekano wa kibabe na kisasa. Tunapatikana yudom Ujasa Humanity maji wa kipindi chetu cha Sauti ya Vijana na mada yetu inaojije? Kwa nini mahusiano ya kimapenzi chuoni hayadumu? Studio leo tupo na watazamaji na wao tuwasikilize maoni yao dhidi ya mada yetu ya leo. Karibuni kaka hapo karibu. Asante sana ndugu mtangazaji, kwa jina inaitwa Elidaima Mangela. Binafsi naweza kusema kwamba sababu zinazopelekea mahusiano ya wanafunzi wa chuo kikuu kushindwa kufanikiwa, cha kwanza kabisa ni ukosefu wa uaminifu, kwamba baadhi ya wanaoingia kwenye mahusiano unakosa uaminifu wa jambo ambalo linapelekea usaliti na mwisho inaweza kupelekea hata migogoro. Lakini pia sababu nyingine ni ukosefu wa malengo, kwamba unakuta mmoja anaingia kwa kwenye mahusiano, lakini hana malengo ya kufika popote, zote zao unakuta mwisho wa siku hakuna sehemu yoyote anafika. Lakini pia sababu nyingine ni tamaa, kwa baadhi ya watu wanaingia kwenye mahusiano na watu, lakini baadaye akiona kwamba hapati kile ambacho anaweza kukipata kwa yule ambaye yuko naye kwenye, kwenye mahusiano basi napelekea kumwacha na kutafuta yule mwingine ambaye anaona anaweza akamsaidia kukidhi mahitaji yake. Asante sana ndugu mtangazaji. Jamani <coughs> <coughs> mada ni ya moto, ni ya moto sana. Sasa kutokana na muda, naomba nitoe nafasi mmoja ya upendeleo kwa mdada, mdada pale nyuma, karibu sana kwa maoni yako. Okay, asante sana. Mahusiano ya dumu kutokana la na ukosefu wa muda, unakuta watu wako kwenye mahusiano lakini kutokana na maisha chuo, mtu na mtu na vipindi na vingi, sio, anakutafuta unajibu, sio, anakupigia unajibu, anaona kama umeenda kwa umechiti. um, um, um, um, um, um, um, um, lakini huko, nawashukuruni sana watazamaji ambao ambayo mmeweza kufika studio zetu na kwa maoni yenu, mawazo yenu na mchango wenu juu ya mada yetu, lakini zaidi ni washukuru wageni Ulaweza kufika pia tulioko hapa, nashukuru sana kwa maoni yenu, kwa mchango wenu, na kwa muda wenu ambao mmeweza kutoa kwa kwenye studio zetu. Zaidi ndugu mtazamaji, hatuna la ziada zaidi ni kusema asante kwa muda wako uliweza kutoa kusikiliza kipindi chetu na kufuatilia kipindi chetu cha Sauti ya Vijana kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Sina la ziada zaidi niseme.